Wananiita pia Ram kipenda enrams, na kila siku kinipa shavu, nitakupashavu iwanzia hapa, na tuko kwa another amazing episode na mama yao. Mama yao mmemwona mara nyingi, na labda kwa wale tu ambao wakujui, ningependa wale ambao au mi ni mtu wa mashughuli mingi. mm. Apeanga watu counseling, mm -hmm. napika, mm -hmm. nashuka, mm -hmm. Mm -hmm. Yes. So Nduta e, tumekuwa tukiongelea topics moba mm. na kuna topic moja nilikutana nayo online ha? unapata kwamba wanawake wanazuia mabwana zao kusaidia wazazi wao mm -hmm. ili swala unalionaje wewe kama mama yao? Enye hivyo ni ukweli, hmm. juu mama wengi saa hii hmm. ama watu wenye wanaolewa hmm. hawataki mabwana wasaidie hmm. Na ni mbaya sana, kwa sababu isipokuwa ni huyo mama ungepata huyo mzee au ungepata huyo mzee? So wamama wenye wanaolewa, wacheni wazee wenyu wasaidie wazazi wao hmm. Unaona ati, ati juu mama ametumiwa du, hiyo siku wezi lala, mama akipiga simu hautaki kusikia hivyo hmm ati ukienda nyumbani kwa mama, kwa mother in law, wewe ukiwa Nairobi unaenda shopping hizi masupa kubwa kubwa, lakini ukienda kwa mother in law, unaona hapo hapo kwao kuna tuduka tudogo hapo, unaenda unachukua askari, unachukua mchere, unanunua hapo. Au wewe ingia Naivas ufanye ufanye mother in law shopping. Ukienda home, unaenda unanunua kiatu hii, bata inatangwa, bata hii, sijui ni ngoma

Na wewe simu mwenye unatumia uko na simu poa lakini kwa sababu ni mother in law hauwezi mnulia simu nzuri. Eh? Unataka tu ukae na simu nzuri, uweze mbei simu nzuri. Enda ushoneshe mama yako, mother in law. Unajua kitu moja, watu wanasamanga mother in law si mama, juu si mama mzazi. Nani aliwaambia hivyo? Mother in law ni mama yako. Kwa sababu ni mama ya mtu mwenye anakupenda. Have together. Mama mwenye anakupenda. Mzee mwenye anakupenda, hiyo ni mama yake so, hmm. ni same hmm. na mama yako hmm. kitu nyana baia mama yako baia mpaka mama madhainiro kama yako, mama, hmm. e. ni simu ya nunua mama yako nunua mpaka mama madhainiro. Eh, na kwa nini hii chuki kati ya uh, mabibi na madhainilo zao huwa inatokea wapi? Inaanzianga wapi? Hata mimi hmm. naona tu ni kama tu mashetani zao hmm. kwa sababu mama si mama amekuoa hmm. Si, si kijana yake nimekuoa na mkai ushago, mnaka na robi. So sioni sioni haja ya chuki yako na madhaini ro. Sijui nakujia wapi. Kila mtu ako kwake. Lakini wako na wivu juu madhaini ro wanatumia pesa. Huyo kijana si amesoma? Amesoma na pesa ya nani? Madhaini ro hakuwa ivaa kiatu. Hakuwa ivaa kiatu. Alikuwa anatembea mgutupu lakini mzee yako alikuwa anatembea akiwa kwa mgongo hawezi kanyaga chini. Uba ya kwanza uba ya kwanza. Kwanza. Kwanza. Kwanza ilikuwa mgongo ya mama yake yake. Huyo, hmm. mm? kijana angekanyaga chini kama hana viatu, lakini mama anatembea tu mgutupu. Lakini ndio asomesha kijana yake. Pesa yako uwezi tua, pesa yako ununulie madhainiro kiatu kwa sababu alikanyaga chini akabeba bwana yako. Ati mama madhainiro hmm. yeah? huyo mwenye unachukia ndio alifanya muze yako akajua kuongea Mzee wako alizaliwa akiwa bubu. are we together? hmm. alizaliwa akiwa bubu. hmm. nani alimfundisha kuongea? mama yake huyo mwenye unachukia ndio alifundisha mzee wako kuongea. hmm. alimfundisha kusema mama, baba. Nani alimfundisha? hmm. ni mama yake. huyo mwenye hautaki. Mama yake alimfundisha kuongea. kukula. Huyo mtoto alizaliwa kama ajui kukula hmm. Bwana yako, wacha niwache kusema mtoto. bwana yako alizaliwa kama ajui kukula. mama yake ndio alimfundisha kukula, huyo mwenye unachukia hmm. eh? Huyo kijana hakuwa anajua anything. Lakini mzazi ndio alimfundisha. Huyo mama mwenye unachukia, huyo mzee kama angekuwa mzuri au ungempenda, nani alimtengeneza? Ni mama yake. Mama yake ndio alimtengeneza. Mzee, mzee mpaka hakuwa anajua hata kwenda choo. Huyo bwana yako huyo, hakuwa anajua hata kwenda choo. Mama yake ndio alimfundisha kwenda choo. So, mama yake ndio unafaa kuheshimu hata kushinda bwana yuko naye kwa nyumba. Mother in law, Unafaa kuheshimu kushinda mzee yako. Mm -hmm. Yes, so tukutane pale kwenye comment section, uh, kama umeaiona kisa kama hiki eh, kwa sababu kuna uh, mabibi wengi sana ama wanawake wengi wanachukia eh, wale ambao tunawaita mother -in -law wao, niandikie kitu pale kwenye comment, uh, na kama hauna uhusiano mzuri na uh, mother -in -law, eh, pia tuambie ni kwa nini hauna uhusiano mzuri na e. Wananiita pia ama ukipenda President Ramsey, tukutane tena kwenye another amazing episode. Na mpende mama dainlos wenu.